Tunaamua kuondoka Chadema kwa majina. Naitwa James Kabepele, mimi nilikuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mkoa wa Tabora, mpaka hivi ninavyozungumza, maana yake nimejivua uongozi wa mkoa, lakini pia si mwanachama tena wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mpaka hapa ninapozungumza. Sababu za msingi ambazo leo hii tumekusudia kuwaambia wananchi wa mkoa wa Tabora lakini pamoja na Watanzania wote ambao wanatusikia kwenye vyombo hivi vya habari, kwa nini tumeamua kujivua wanachama. Siasa ni utashi wa mtu, ni hoja za msingi ambazo kila Mtanzania, kila binadamu anaweza kuzisimamia kwa ajili ya kutengeneza mustakabali wa maisha yake, maisha ya jamii na maisha ya taifa kwa ujumla. Hiyo tumefanya mambo mengi ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo. Nimeamua kuachia madaraka haya makubwa ya mkoa, na si kwa tamaa ya kitu chochote, bali kupumzisha akili kutokana na madhila makubwa ambayo yapo ndani ya chama chetu kilichokuwa nakiongoza ndugu zangu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimekuwa na mwelekeo mbovu. Tulikiamini sana na kilikuwa chama kikuu cha upinzani kwenye nchi yetu, lakini sasa kimekuwa chama cha wanaharakati, sio chama cha siasa. Tumeona matukio makubwa. Wale ambao wameshiriki chaguzi kuu ndani ya chama, kuna mpasuko mkubwa ambao umejitokeza. Makundi mawili yamehasimiana, imefikia hatua kundi ambalo limeshindwa linaonekana kuwa ni adui mkubwa kwa kundi ambalo limeshinda. Tafsiri yake tumeshindwa kwenda pamoja, tumeshindwa kusimama ndani ya katiba, tunaendesha vita ndani ya chama, lakini adui yetu mkubwa tumemwacha, anaendelea na utaratibu wake. Sisi ndani ya chama tunagombana kila siku, yaani hakuna jitihada zinazofanyika juu ya chama tawala, lakini jitihada zinafanyika ndani ya chama na jitihada hizi zinazofanyika ni vita kushambuliana viongozi kwa viongozi. Kwa hiyo tumedhalilishwa sana, tumetukanwa sana. Kuna watu wamefanya presi kulaumu viongozi wa mkoa, viongozi wa kanda <coughs> lakini wanachama wa kawaida, na tuna dhamira ya kisiasa kwamba tuitendee haki taifa letu na Watanzania, lakini kila unapoinua kichwa kichwa kinapondwa. Ni ni, ni wanachama, hatuna chama Uyum. Tutagombea wapi hapa ma... ujiwani ubunge na nini? Tutakwenda kugombea tutawaambieni baadaye, hilo hmm, ni, ni, ni swala la muda tu mfupi. Wametuingiza kwenye kilindi ambacho hatuwezi kujiokoa, wametunyima haki zetu za kuweza kuchagua viongozi wetu ambao tunawahitaji, wakataka wao na wahitaji wao ndio wachague wao. Sasa mimi nikaona binafsi nikae nipumzike, nifanye shughuli zangu, nafikiri mtanikumbuka.